Bwana wa ufalme, mimi ni uh, Dr Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Napenda niwatangazie habari sahihi kwa kila raia wa ufalme kwamba tutakuwa na mafunzo maalum ya Kiebrania uh, kuanzia tarehe tano na itachukua karibu miezi miwili, na mafunzo haya yamelenga zaidi sana kuwawezesha raia wote wa ufalme, uh, kujua kusoma na kuelewa na kuandika uh, Kiebrania, lakini wajue namna ya kusoma katiba ya ufalme, yani Biblia ya Kiebrania kwa herufi zile za Kiebrania, wajue kusoma na wajue namna ya kuchambua maneno ili wapate tafsiri sahihi wenyewe na wawe walimu wazuri katika dunia nzima, kwa sababu kuna uongo mwingi katika Kiingereza na lugha mbalimbali na Kiswahili ambao umezambaa umesambaa kwenye hizi umesambaa kwenye uh, katiba au Biblia zilizopo, na kwa sababu hiyo itaturahisishia watu kuweza kufunguliwa sana, kwa sababu neno unapolipata kwa lugha ya asili huwa linakuwa na nguvu, lakini lazima tufahamu Kiebrania ni ni lugha ya kiroho sana, ni spiritual language, yenyewe imebeba vitu vizito sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ma maneno haya yataweza kutusaidia na kuwasaidia kwa viwango vikubwa sana. Kwa mfano, ukiangalia ili nikupe tu uongo ambao umesambaa kwenye Biblia ambao wa, watu wengi wamedanganywa ni kutoka sita mbili, kitabu cha Kutoka Kibrani inaita Shimot yani, Kutoka sita mbili inasema Shimot Shimot inasema hiyo mbili inasema kwenye Kiswahili na Kiingereza wamesema Elohim akasema akamwambia Musa kwamba ak, na kusema mimi ni Yehova na Kiingereza wametafsiri ni Yehova, lakini sio kweli. Kwa Ebrania hawanaga neno linaloitwa Yehova, hawanaga kitu kama hiko. Sasa Kibrania inasema hivi Bel, Elohim El Mosh anasema Elohim akamwambia Musa, Mosha Vayomel elav, ani Yawe, akasema mimi ni Yawe, ani Yawe. Unaweza kuona na hii Yawe imeandikwa, kuna herufi nne hapa, kuna, kuna, kuna, kuna uh, yod he vav pamoja na he. Unaweza kuona hapa hakuna ni kitu kinachota Yehova. Kwanza wibrania wajui neno Yehova, hasio neno la kiebrania. Kwa unaweza kuona lakini Biblia zote mpaka wazungu wenyewe wamepigwa kwenye maeneo mengi, unaeza kuona kuna uongo mkubwa huu. Oh, tunapojua ke, kiebrania inatusaidia kwa ajili ya kung'amua uongo, lakini pia ukisema hapa Kutoka sita uh, tatu, pia wametumia neno Yehova, lakini hakuna neno Yehova. Shimoti hiyo tatu sit, Shimoti sita tatu inasema vaela el Avraham, anasema nilijitokeza au kujidhilisha kwa Abraham elyitsak na kwa Isaka vel yakov na kwa Yakobo Belshadai, kama eh, Elohim mweza yote yani El Shadai, Belshadai Elohim Shadai. Anasema hushmi yawe, kwa jina la Yaweh lo nodat lahem, sikujulikana kwao, lo nodat lahem, sikujulikana kwao. Unaona kwa jina la Yaweh ambao kuna yod, he vavu na he. Kwa hiyo hakuna Yehova hapa, kwa hiyo unaweza kuona. Na mimi anasema hushmi yawe kwa jina la yawe, lonoda lonodatlahim, kwa maana kwa jina la yawe sikujulikana kwa kwao, nilijulikana kwa jina la Elohim. Kwa hiyo, lakini huko Biblia zote, so mpaka za Kiingereza wameandikana neno Yehova, kwa hiyo unaweza kuona uongo mwingi, lakini pia lakini tunaung'amua watu kutoka Afrika na watu kutoka Tanzania, tunang'amua vitu kama hivi, ili na tunaifundisha dunia nzima, kwa sababu dunia nzima imedanganya. Lakini ukiona ukiangalia, ile ukisoma pia Kiebrania Mwanzo moja ishirini na tisa thelathini Biblia zote za Kiingereza mpaka za Kiswahili na lugha zote wametafsiri kana kwamba mwanadamu hajaumbwa kula nyama, lakini sio hivyo. Ndio maana toleo la ufalme tumeweka lugha nzuri sana, tumetafsiri kutoka Kiebrania, inasema kabisa kwamba kumbe tangia mwanzo nyama wanyama tunakula na pamoja na mboga mboga pia vya kula kwetu. Lakini Biblia za Kiebrania salamani za Kiingereza na Kiswahili zizo tafsiriwa nyingi sana zimetudanganya katika maeneo, sio hapo tu, ni maeneo karibu asilimia kubwa maeneo yote. Kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu sana wa kujifunza Kiebrania. Kiebrania ni lugha ya ya, ya, ya kiroho, spiritual language, lugha ya kiroho, kwa maana imeshushwa. Maana ni kwamba ina connection na serikali ya mbinguni kwa ajili ya kuiwasilisha ujumbe wa ufame duniani. Kwa hiyo ndio maana neno moja tu la Kiebrania lina maana hata ile ile yodi herufi yodi, yodi tu yenyewe ile ambayo ni herufi ndogo koti ina maana. Ndio maana mfalme Yesu akasema hivi hakika mbingu hazitaisha mpaka hata nu, anasema nukta ya torati yote hata yodi ya torati itaondoka mpaka yote imekushatimia kuonyesha kila mpaka herufi ndogo ya Kiebrania ina maana kubwa sana, na tutajifunza vitu vingi, lakini tutajifunza pia na spiritual code uh, baadaye huko, tutajifunza na spiritual code, maana ya maneno haya katika kodi za siri, maneno kama uh, mbingu, neno mbingu hashamine lina maana nzito sana katika ulimwengu usioonekana ambapo siku nikichambua unaweza ukachanganyikiwa, uka uka kwa furaha na kwa nanii, lakini tunakwenda taratibu. Naomba tusikose, ni tarehe tano tunaanza masomo ya Kiebrania. Yeyote atakayepata taarifa mjulishe mwenzako. Tunajifunza kwa kutumia Zoom na gharama ni ndogo tu, gharama ni kama yote jumla inayofika kama laki moja, awamu ya kwanza tutoa elfu hamsini na awamu ya pili. Awamu ya kwanza tutaanza na, na alfabet pamoja na na, tutachambua muundo, namna ya kuzitumia ili uweze kujua herufi na namna ya kuzitengeneza tengeneza sentensi. Baadaye tutahamia tena kwenye Biblia, namna ya kuweza kusoma na kujua maana. Kwa hiyo tunavyozidi kwenda, tunazidi kuzama kwa upana sana, ili tuweze kupata maisha, na naomba asionekane uh, yote ambaye atakosa. Asanteni, naitwa Dr. Gunewe.